Mungu ni mwema kila na kila wakati, Mungu ni mwema. Kwa majina naitwa sister anaitwa Sister Serin Donat. Mimi natokea katika shirika la Bikira Maria mama wa Karmeli. Sisi tunafanya utume wetu hapa Afrika, hasa tupo Dar es Salaam, Morogoro na Kigoma utume wetu sisi asilimia kubwa tunadiri katika shule misi elimu, lakini pia lengo kubwa la kuanzisha shirika letu ni kuwasaidia watoto na kuwainua wakina mama. Pia kitu cha kwanza ni kuwa sisi wenyewe watakatifu, ndipo tuweze kuwasaidia wengine pia kuwa watakatifu. Basi nawaalikeni vijana wote katika shambani mwa Bwana, tuweze kufanya kazi kwa pamoja, maana yeye anatualika anasema katika shamba lake ma watendakazi ni wachache. Basi sisi sote ni watendakazi katika shamba la Mwenyezi Mungu, hivyo wanatualika sisi sote. Je, tuko tayari kuitikia wito huo? Asanteni sana. Asante masista.